Amkocha yeah, yeah, choo... yeah, so watira tena... wa, wa miguu ni safari ambayo hisadithi yake ianza kuandikwa Agosti 16, 2024 kuanza kwa msimu wa 2024 2025, na kalamu hatimaye leo hii imemaliza kuandika hadithi ya msimu wa 2024 na 2025 ni wino wa kijani na njano ukikamilisha safari ya wananchi wa Africans kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu huu. Haikuwa rahisi, lakini inawezekana pale aaia na dhamira kama waliyo wananchi, na hakika wamefanya lile ambalo wamelitegemea, lile ambalo walitaraji kulifanya.

ni safari ambayo historia yake ilianza kuandikwa Agosti 16, 2024, kuanza kwa msimu wa 2024-2025 na kalamu. Hatimaye leo hii imemaliza kuandika hadithi ya msimu wa 2024-2025, na wino ulioandika ni wino wa kijani na njano, ukikamilisha safari ya wananchi wa Africans kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu huu. Haikuwa rahisi

ni safari ambayo hadithi yake ilianza kuandikwa Agosti 16, 2024 kuanza kwa msimu wa 2024/2025. Ah, na kalamu hatimaye leo hii imemaliza kuandika hadithi ya msimu wa ah, na wino ulioandika ni wino wa kijani na njano, ukikamilisha safari ya wananchi Africa kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu huu

ni safari ambayo historia yake ilianza kuandikwa Agosti 16, 2024 kuanza kwa msimu wa 2024 25, na kalamu hatimaye leo hii imemaliza kuandika hadithi ya msimu wa 2024 2025, na wino ulioandika ni wino wa kijani na njano ukikamilisha safari ya wananchi wa Africans kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu huu haikuwa rahisi, lakini inawezekana pale <tipa> na dhamira kama waliokada wanchi yaakana na hakika, wameifanya lile ambalo wameitegemea, lile ambalo walitaraji kulifanya.